Kwani ilikuwaje shoga yangu? Mimi shoga yangu si ile nyumbani jirani yule mdada. Alikuwa anadaiwa, kashindwa kulipa mpaka nje nguo zake. Na wewe ndio uko kama shoga yangu. Shoga yangu maana kuna kukopa, ujifunze. Mimi shoga yangu naye na wewe unapenda kunisema <laughs> <laughs> Nisikuseme <kitu gani? laughs> ni <laughs> kitu <laughs> gani? Ni sina nisikuseme kitu gani? Nimazakaka sina hizo mambo. Basi nishakoma. Sitaki tu kwanza Chao siku shoga yangu. Namba tu ni save. Ni stiri, hey, hey. <coughs> <Oli. coughs> nduguangu ni stiri. Halo. Hodi. Karibu. Habari zenu? Sana. Samahani, namuulizia da da na mdada moja anakopesha kopesha nguo anaitwa Dea nimemkuta. Tulia. waja kwenda wasi semani kustiria Tulia mama, sasa unaonekana mm -hmm. <coughs> no, ma ni una wasiwasi, unahema vipi? Hamna, udugu wangu nimekuletea tu yako, hela yako ilibaki mia tano. Sasa unaleta mkono unarudisha, unafugani

sdagu atavya mzigo n kwamba umeisha esima kishunafatatena mzigo mtuay Mm. Naona sasa hivi biashara zako hizi mbili hazikutoshi, umeamua kukopesha hadi mabwana wa watu, si ndio? Mimi naongea na nani? <laughs> Hii kiti cha usiku hivi kweli unamwelewa huyu mini bona tu opina watu shausiku mwenye unanijua mimi mwenyewe najiamini. Mwanamke jasiri mpambanaji. Mwenye kazi yangu naijua. Lili chukua kuchukua mabwana watu wapi na wapi. Mimi na mabwana watu wapi na wapi shughuli yangu. Kwa nini alifanya mimi sioni, si ndio? Sasa, sikiza nikwambie hapo ulipo najua una chupi na hiyo sidilia yako na huo mtandio. Kule nyumbani kuna ulichokiacha. Sasa nitakachoenda kukufanyia utajuta kwenye maisha yako hmm. cha usiku, shoga yangu nisaidie basi. Shoga yangu ina maana lolote hapa, bibi Mamboko kipumbavu ya kijinga, malizia huko, usinihusishe tena hmm. Koma hmm. shoga yangu hata sijui niongee nini. Ila shughuli yangu naomba tuongee tuyamalize tu. Sikiliza nikwambie, sijaja kwa si ajili ya kuongea na mtu. Na ndio ukome siku nyingine kashubukia mabwana za watu siitakani kustili. Umepata dawa safi kabisa. Vipi hapo?